Maafisa wa Marekani na Urusi wameanza mazungumzo kuhusu usitishaji wa muda wa mapigano katika vita vinavyoendelea Ukraine. Mazungumzo hayo yanafanyika baada ya hapo jana wajumbe kutoka Washington na Kiev pia kujadiliana. Saumu Mwasimba anaeleza zaidi. Mazungumzo ya leo mjini Riyadh ya wajumbe wa Marekani na Urusi yanalenga kutafuta njia ya, ya kupiga hatua kuelekea mpango wa kusitishwa vita kwenye eneo la Bahari Nyeusi. Na mazungumzo hayo ambayo yanafanyika baada ya wanadiplomasia kutoka Ukraine wakiongozwa na waziri wao wa ulinzi Rustem Umerov kujadiliana hapo jana na wajumbe wa Marekani katika kile ambacho kimeonekana ni mazungumzo ya kiufundi zaidi, huku Rais Donald Trump akiongeza shinikizo la kutaka kuona vita hivyo vya miaka mitatu kati ya Urusi na Ukraine inasitishwa. Baada ya mazungumzo ya jana, Rais Zelenski alikuwa na haya. Lakini haijalishi kile tunachokijadili na washirika wetu, hivi sasa tunataka kuiona Urusi ikitoa agizo la kweli la kusitisha mashambulizi. Yule aliyeanzisha vita hii ndiye atakayeimaliza. Wiki iliyopita rais Donald Trump wa Marekani alizungumza na rais Zelenski wa Ukraine na hata Vladimir Putin wa Urusi. Kwa mujibu wa ikulu ya Marekani, mazungumzo yanayoendelea Riadha yanalenga kufikia makubaliano ya kusitisha vita kwenye Bahari Nyeusi ili kufungua njia ya kufanyika bila matatizo shughuli za meli za usafirishaji. Msemaji wa jeshi la wanamaji la Ukraine Dmitri Pletenchuk akizungumzia kuhusu hali ya sasa kwenye eneo la Bahari Nyeusi na alikuwa na haya ya kusema. Kufikia hivi sasa tunadhibiti hali katika bahari nyeusi, katika bahari ya Azov na katika maeneo yote ya bahari yanayozunguka jimbo lililonyakuliwa kwa muda la Crimea. Na ndiyo sababu kwetu sisi, jeshi la wanamaji la Ukraine, hii hali ya mazungumzo haitobadili chochote. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Omerov, baada ya kumaliza mazungumzo ya Riadhi jana usiku, aliweka wazi kwamba mazungumzo yalikwenda vizuri na waliangazia masu muhimu kwao ikiwemo nishati na kwamba Ukraine inafanya kazi kuhakikisha inafikia lengo lake la kutaka amani ya haki na ya kudumu. Mjumbe wa rais Donald Trump Steve Witkof amesema ana matumaini kwamba makubaliano yoyote yatakayofikiwa yatafungua njia ya kupatikana usitishaji kamili wa mapigano. Hata hivyo, jana ikulu ya Kremlin iliyapuuza matarajio ya kupatikana suluhisho la haraka, huku msemaji wake Dmitri Peskov akisema kupitia televisheni ya taifa kwamba hatua ya hivi sasa ya mazungumzo ni ya mwanzo tu na kwamba kuna masuala mengi ambayo hayajashughulikiwa, miongoni mwao ikiwa ni pamoja na kuhusu namna utakavyofanyika utekelezaji wa makubaliano yatakaofikiwa na kwa hivyo, msemaji wa ikulu ya Kremlin Peskov amesisitiza kwamba majadiliano hayatu kuwa rahisi. Pamoja na mazungumzo ya Riyadh kuwekiwa matumaini, vita vinaendelea nchini Ukraine. Rais Zelensky aliwatembelea wanajeshi wake walioko vitani karibu na mji wa Pokrovsk katika mkoa wa Donetsk, huku ripoti zikisema mtu mmoja ali uwawa kwenye mripuko uliokilenga kituo cha polisi katika eneo la Odessa jana Jumapili. Shambulio jingine la drone la Urusi lilifanyika usiku wa kuamkia Jumamosi.